Naam, karibu tena mtazamaji. Shughuli ya kutafuta miili ya watu tisa ambao bado hawajapatikana hadi sasa inaendelea katika eneo la Chesongoch kaunti ya Elgeyo Marakwet, huku wito ukizidi kutolewa kwa serikali na mashirika kuendelea kutoa msaada kwa waathiriwa wa mkasa wa maporomoko ya udongo. Akizungumza katika eneo la Chesongoch alipoongoza hafla ya kuwapa waathiriwa msaada, afisa mkuu wa masala ya majanga tawi la magharibi, Benjamin Omuga amesema kwamba wakazi wa eneo hilo wameathirika pakubwa na mkasa huo, huku akisema kwamba bado wanahitaji msaada mkubwa. Ametoa wito kwa serikali serikali kuwatafutia waathiriwa hao sehemu mbadala ya kuishi ili waweze kurejelea maisha yao kama hapo awali. Tumeleta mafuta ya kupika, nadhani wamefurahi, na hata vijana wote, watoto najua. Kwa sababu ya baridi, kama kanisa tukaona ni vyema kila mmoja aweze kupata blanketi, ndiposa ajisikie ako na mtu ambaye anamjali mahali. Kuna wengine ambao kwa njia moja au nyingine, wataenda madukani kuanza kuuza hapa aki na pale akinawasihi, tunawasihi sana hakikisha chakula hicho kidogo ambacho mmeweza kupokea tafadhali tumia kwa njia ifaayo and in fact the government has given a lot of humanitarian assistance in terms of the food stuff and the non-food materials we hope that everything because of your coming and uh, at least uh, other agency visiting us all the time everything will be uh, will be at least uh, done in a very smooth way and in a seamless way Atunaomba hata wahisani wa wengine waendelee wa kusaidia watu wetu.